Kasako Media tunaangazia maisha tunaandika kesho. Benki ya Dunia imeahidi kuiwezesha Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa nishati ya umeme itakayotumiwa na nchi za Afrika ili kulinda usalama wa kiuchumi na uzalishaji wa bidhaa katika kipindi kifupi kijacho, pamoja na kuongeza thamani ya mradi wa treni iendayo kasi yaani SGR ili iweze kuwanufaisha wananchi na, na wawekezaji wa katika korido ambayo miundombinu wa treni itapita. Ahadi hiyo imetolewa na Makamu wa Rais wa Benki ya Dunia anayesimamia Kanda ya Afrika Mashariki na Kusini, Dr Ndiame Diop, alipokutana na kufanya mazungumzo na ujumbe wa Tanzania unaoongozwa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha, Dr Natu El-maamry Mwamba, kwenye Mikutano ya Mwaka ya Shirika la Fedha la Kimataifa yaani IMF na Benki ya Dunia, inayofanyika jijini Washington DC nchini Marekani. Dkt. Diop alisema kuwa Tanzania ni nchi iliyojaliwa kuwa na vyanzo muhimu vya kuzalisha nishati na kwamba uzalishaji wa nishati utakaofanyika utakuwa na manufaa kwa uchumi wa Tanzania kwa kufanya biashara ya kuuza umeme kwenye nchi nyingine. Na nukuu, tungependa kusaidia mradi huu wa kuzalisha umeme katika kipindi kifupi, ikiwezekana katika kipindi cha miaka mitatu kuanzia sasa, ili Tanzania na Afrika iwe na umeme wa hakika utakaokuza uwekezaji na uzalishaji, alisema Dkt. Diop. Kuhusu ujezi wa miundombinu ya SGR, Dr. Diop alibainisha kuwa Benki ya Dunia iko tayari kusaidia reli hiyo kwa kutoa fedha zitakazojenga miundombinu itakayochangia kuchochea ukuaji wa shughuli za kiuchumi kwa wananchi katika maeneo ambayo reli hiyo inapita. Aidha, alipongeza uhusiano imara uliopo kati ya Tanzania na Benki ya Dunia na kuahidi kuwa benki yake itaendelea kuisaidia Tanzania katika jitihada za kukuza uchumi na kuwaondolea umasikini wananchi wake kwa kusaidia fedha zitakazotumika kutekeleza miradi mbalimbali ya kiuchumi na kijamii pamoja na kutoa misaada ya kiufundi itakayochochea ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha, Dr. Natu El-maamry Mwamba alishukuru benki hiyo kwa kuiwezesha Tanzania kutekeleza miradi mingi ya kimkakati inayochochea ukuaji wa uchumi wa nchi na maendeleo ya wananchi kwa ujumla. Alisema kuwa ahadi iliyotolewa na Benki ya Dunia katika kusaidia utekelezaji wa miradi mikubwa ikiwemo SGR, nishati, kilimo, afya, elimu na ujenzi wa miundombinu italeta mageuzi makubwa ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania na katika ukanda wa Afrika kwa kuongeza kasi ya utekelezaji wa shughuli za uzalishaji mali na kukuza ajira kwa wananchi, hususani vijana. Uwekezaji wa Benki ya Dunia katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya mbali kiuchumi na kijamii nchini Tanzania umefikia dola za Marekani bilioni 10.9 ambapo miradi 38 ya maendeleo inatekelezwa katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, maji elimu, nishati, ujenzi wa miundombinu wa ya barabara, ujenzi wa masoko na miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Ni kusihi mtazamaji wa Kasaco Media, unaweza kutufuatilia kupita mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ambapo Instagram na Facebook ni Kasaco Media connection between Tanzania and zambia. Zambia, Zambia which Zambia is very keen on mm. We, we've had a discussion and for them energy security means uh, this connection

We are supporting, for example, Angola to leverage the Lobito corridor to transform a transport corridor into an economic corridor, a corridor that creates jobs. Uh, lingine ambalo tulozungumza ni kwamba wanapendelea kwamba tushirikiane kwenye miradi mikubwa, miradi mikubwa ambayo inaweza ikaleta uh, kuonesha impact yake kwa hiyo kimoja ambacho tumekuwa tukizungumza na ni kwamba tunakifanyia kazi ni uh, mradi ambao uh, unaweza ukajumuisha uh, mifumo mingi ya usafiri. Kwa hiyo kama unaanzia kuanzia poti ya, ya Dar es Salaam una unaunganika kwa SGR, mpaka SGR inapokwenda kwenye mipaka yetu, lakini sasa kwenye ile korido, kwenye ule korido uh, kwenye kila yani, kutakuwa na mambo mengi ambayo yanaweza katokea, na hapo tunaweza tukapata support ya kuweka e, mifumo mingine ya usafirishaji ambayo inaunganisha kwenye a, kwenye SGR. Hilo ni moja ambalo tumelizungumzia, alafu tukazungumzia pia e, masuala tofauti ya namna ya kuishirikisha sekta binafsi kwa sababu sisi wenyewe tunatambua kwamba kwenye dira e, e, yetu e, 2050 sekta binafsi ni ambayo tunaitegemea sana. Kwa hiyo kuna nafasi kubwa sana e, ya namna tofauti za kuweza kuingiza a, sekta binafsi kwenye maendeleo, na wao ni moja ya vitu ambavyo tutakuwa tunavizungumza kwa pamoja, na pia tumezungumza kuhusu a, a, kwenye uh, swala la um, uh, energy nishati. Ni kwenye swala la nishati tumezungumza na tukaongelea kuhusu uh, Tanzania Zambia uh, ma line pamoja na ile ya, ya Uganda. Kwa hiyo kote huko ni maeneo ambayo sisi Tanzania tunaweza kufidi umeme na tukaweza tukauza, wao wana, wana fikiria kwamba yani iwezekane kuanzia Ethiopia mpaka Afrika ya Kusini kuwe na umeme unaoweza kuingiliana, na walivyoangalia wanaona kwamba maeneo mengi tayari kuna hiyo eh, miradi inaendelea kuliko bakia ni kuchache chuna sisi Tanzania tunachangia kikubwa sana kwenye huo uwezekano. Na kwa upande wa Tanzania tukishaweza kuzalisha ule umeme ndipo tunaweza kuwauzia majirani zetu na kuweza kupata uh, fedha za kigeni. Uh, lingine ambalo tulizungumzia ni kuhusu uh, masuala ya afya na, na pia masuala ya elimu elimu kwa vijana e, tuko pamoja kwenye hilo kwamba e, tunao vijana wengi na uh, sekta hiyo ya elimu kuweza kuwapa vijana uh, skills ni muhimu na tumelizungumzia hiyo, ni moja katika mashirikiano tutakayokuwa nayo na pia kwenye uh, sekta ya afya. E, sekta ya afya e, tunajua kwamba <tuhi> tumepungukiwa kidogo, na kutokana na msimamo wa e, serikali ya Marekani, kwa sababu tulikuwa tunategemea si sana kwa kiasi, lakini tuna, tumeweza kujipambanua na kuweza kuyatekeleza yale ambayo yalikuwa yanahitajika, lakini pia ni katika maeneo ambayo tutazungumza kwa ajili ya mahusiano. Kasako Media Tunaangazia maisha, tunaandika kesho.